Tukimaliza huu mkutano na nyie wote mlioko hapa, tukimaliza mkutano tutamsindikiza makamu mwenyekiti wetu wa chama kokote atakakokuwa anaenda mpaka atakapotuaga. Anzeni kujiandaa leo, mtatusindikiza na watu wote tutamsindikiza makamu mwenye kiti wetu wa chama mpaka pale center, akisema tumsindikize hata mpaka Songea wote, si tutaenda? Si tumekubaliana? Si anataka wenyewe? Hicho ndio hey, kidumbwendumbwe ambacho amekichagua, kwa sababu nyinyi mmetuleta msituni. Tukimwacha makamu wenye kiti atoke huku msituni peke yake, akipigwa mawe na waumi hapo mbele? Kwa hiyo tutamlinda mpaka aingie huko kwenye watu wengi Wanaokubaliana na mimi mikono juu, ziseme, ziseme, tumewavizia. Anzeni kujiandaa mtulinde vizuri taratibu, tunatoka hapa kwa amani. Tukifika huko, makamu mwenyekiti atawaaga, tutaendelea na majukumu mengine. Sasa jambo la mwisho mimi najua, eh. Ah, sasa sisi BAVICHA tulishasema kwamba hatutaoa mpaka tupate. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna jambo lingine tutarudi Tunduru, lakini kwa sasa nawaombeni sana dada zangu rafiki zangu mama zangu, sasa hivi mambo mengine yote tunasitisha, si ndio? Sasa hivi ni no reforms, no election. Sasa la mwisho, kuna mtu anaitwa mkaguzi, kuna mtu anaitwa mkaguzi wa hesabu za serikali. Huyo mkaguzi wa hesabu za...